Hii hey, fanya kazi yako na kosada bwe kwa wapi? Yambo. Yaani baba hii fanya kazi bure nalipa yeye kazi fanyi. Kwa mboyo. Eh. Mboyo. Eh. Kiburi sana ile. Piga risasi la watu Tanzania jinga jinga. Hivi. Najua maana ya mboyo. Wewe na uliza nani? Mimi naita wewe kaa kimya mimi tume nani? Tuma hata mizimu ya kwenu. Umenipa kazi punda hawezi bado unaniitaita. So subiri nimalize moja moja.

Tom se piar ke ka piar ke he chonya oh, ki shida baba hai eh, taenda ongea nai eh, naenda ongea na yeye na timu wa yeye Tanzania jinga sana, we mboyo mboyo, sogea hapa, kuna nini tena? Kwani ukiongea hapo sikusikii? sigeleze mimi kwanza leo wewe we, hapa una kazi? Nani kasema mimi? Ndo nasema wewe ndo umeniajiri Umeshiba pilipili huko, eti sikujui, nijui kama uliza. Leo ni ajili ya nijue kichwa changu vizuri, saa moja asubuhi, majira ya mchana, na kungata. Mshenzi nini unakunya? Halo bebi, nipo nje, mfanyakazi zako namwona kama mtu siingii ndani. Bebi nakupigia <laughs> shemeji ni bebe. Mbona umefikia mbali? naona umeija utamu wa Kihindi, nguvu za kiume zinakuja na pilipili. Mtazaa toto wenye akili kweli au ni wa kumlia hela tu. Kwani mpaka unaongeleshe nimekutaja jina, hebu sijizungushe, e? Najua kabisa bila udangaji huli vizuri, aibu ya nini? Karibu ndani Nakupenda wahindi wakupe uti ya kihindi na India palivyokuwa mbali, utakauka ndugu zako na kuona siongei na mbwa au sio? Tuone kama hiyo hela mtaombana. A few moments later. Ah, babe, wiki ijayo ah, ni birthday yangu alitaka ah, pia kukuambia kukwa. Tuone mtaombana jela, msikilizani.